Ni msimu wa kilimo wa kulima wakiwa shambani, lengo ni kuzalisha mazao mengi ya nafaka, ya mahindi ambalo ndio zao linaloongoza mkoani Rukwa, lakini TOSCI wanaamua kufanya ukaguzi na kubaini hili katika, katika duka la wakala mmoja mjini Sumbawanga. tumekagua tumekagua zaidi ya maduka 30, lakini moja ya changamoto tumekuta tumekuta uh, kwa ndugu Rashidi Mohamed Nyoni ambaye ni wakala wa mbegu mbalimbali uh, wakala huyu baada ya kuangalia kwenye mfumo wa ruzuku amesajili ame mkulima mkulima, ni hewa mkulima huyu anajulikana kama John Joseph Peter ambaye kwa mjibu wa usajili inaonekana ana kiasi cha hekari 6874, na hiyo namba ya mkulima huyu hewa imeweza kuscan mbegu kiasi cha tani 338 baada ya kufuatilia kwenye mamlaka husika serikali za mitaa, huyu mtu hajulikani. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeona kwamba huyu ni mkulima hewa, na ukiangalia ile eneo ni zaidi ya karibia mkoa wote wa. Sasa TOSCI inachukua hatua zipi? ina maana kosa tulilomkuta nalo ni la kutoa taarifa au kusajili mkulima kwa kutumia taarifa hewa, taarifa zisizo halali, na kwa hivyo amekiuka Uh, maelekezo ya mwongozo wa utekelezaji wa mpango wa ruzuku kwa msimu wa kilimo 2025 2026. Kwa hiyo anachukuliwa hatua uh, anachukuliwa hatua kwa mjibu wa mwongozo huo pamoja na sheria ya mbegu. Teknolojia ya mtandao ndiyo inayoletwa kuwa ni utetezi kwa wakala huyo, licha kukilikosa, lakini mwango zinaonekana kwamba mimi ndio nimemsajilia, lakini ikiuhalisia ya nikajaribu kufuatilia, kumbe kuna mtu kadukua huu mfumo wangu na yeye ndo amfanya hivyo. Na maana mimi sawa, nimekubali hilo kosa ili kuweka mambo haya salama, lakini nimewaomba nikapambane ili nimpate yule mdau ambaye amedukua kwenye mtandao wangu, kwa sababu namfahamu. Naomba kutoa rai kwa wakulima waweza kununua mbegu, uh, uh, mbegu kwa kufuata utaratibu ulioweka na Serikali, kwa maana ya kununua mbegu kwa mfumo wa ruzuku. Kwa wakulima wote ambao hawana namba kwa, kwa sasa wanaweza kusajiliwa na wakala ambaye wa, kuna kiwango cha eneo walichowekewa kwa maana ya ekari mbili eh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wakala, lakini kwa wale ambao tayari wana zile namba wanaweza kwenda kwa mawakala kununua mbegu hizo kwa bei pungufu kwa sababu serikali imeweka fedha pale. Kwa hiyo na wakinu, wa, lengo la ruzuku ilikuwa ni kwanza wazalisha kwa tija, lakini eh, si, eh, viwanda viweze kupata malighafi na hatimaye nchi iweze kujitosheleza kwa chakula. Rukwa ni mkoa unaoshika nafasi ya pili kwa uzalishaji wa mazao ya chakula hususan ni mahindi, maharagwe, alizeti na hata mpunga ali maarufu kama mchele wa Kamsamba.